Naam, karibu mtazamaji wa TBC katika habari za michezo na burudani. Mimi ni, ni, ni Jen John. Mwenyekiti wa klabu ya Yanga Yusufu Manji amechukua fomu ya kugombea nafasi ya mwenyekiti wa Yanga na kulalamikia kitendo cha shirikisho la soka hapa nchini TFF kusimamia uchaguzi wao wakati Yanga ina uwezo wa kujisimamia wenyewe katika uchaguzi huo. Mwandishi wetu Chunga Runza ameandaa taarifa ifuatayo za kumsindikiza mwenyekiti wa Yanga kuchukua fomu zilizotawala katika klabu ya Yanga. Baadaye mwenyekiti wa Yanga Yusuf Manji akawa na neno kuandishwa habari na kueleza kwa kinaga ubaga kuwa baadhi ya watu katika kamati ya uchaguzi ya TFF imepanga mipango kukata jina lake akigombea nafasi hiyo. Wao fikiri TFF ambayo ni fair play, fair play, siyo? Wala kuomba kupata shilingi ngapi kukata jina yangu? Na leo saa saba mpango iko kukata hapa tena hotel, kuandika vipi rufaa ya mimi nimekaa kwenye madaraka zaidi ya muda yangu imechaguliwa. Manji amedai kuwa watu wote wanaofanya mipango kula rushwa amenasa sauti zao na kumtaja mwenyekiti wa matawi ya Yanga Msumi kuwa ni mhusika na kutangaza mbele ya wanachama wa Yanga kuwa memfuta wanachama pamoja na wale waliochukua fomu TFF za kugombea nafasi za uongozi inasimamisha wanachama walichukua fomu kutoka TFF, kisha akachukua fomu ya kugombea mwenyekiti katika klabu hiyo akiambatana na makamu mwenyekiti Clement Sanga ambaye amechukua fomu ya kugombea makamu mwenyekiti wa Yanga. Wakati shirikisho la soka hapa nchini TFF likitoa fomu za kugombea uongozi wa Yanga, Yanga nao wameanza kutoa fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika klabu hiyo chini ya kamati ya uchaguzi inayoongozwa na mwenyekiti wake Sam Mapande.